Asante kwa jina, naitwa Nuru Mbua, naishi Itigi kata ya Tamkareli, naishi kata ya tamkareli Itigi. mm -hmm. Mna, mna, mna imani gani na Yohana Msita mara baada ya kuchaguliwa na ni kipi ambacho pengine mnatamani akifanye kwa ajili ya maendeleo ya jimbo la Itigi? Ah, kwa kweli kabisa, yani nataka niseme kutoka moyoni, tuna imani kubwa sana na Msita pia tunampenda na tumefurahi kuwa mbunge wetu. Kweli tumechagua kiongozi endelea. mm -hmm. Kiongozi sababu pengine e, ni kiongozi mzuri kwa kweli, kwa sababu yani tuki, kwa sababu ni mtoto wa hapa, ni mzaliwa wa hapa, na kitu ambacho tulikuwa tunakihitaji kiongozi ambayo ni mzaliwa wa hapa hapa Itigi kwetu sababu mara ya kwanza tulikosea tukachagua kiongozi ambao sio sio wa hapa. Ni mzaliwa wa hapa pia, ana uchungu na maendeleo ya hapa kwetu Kaya, swala la amani unatoa wito gani kwa wananchi wengine? Swala la mama? La amani. Amani, amani. Aa, kwa kweli Watanzania wenzangu nataka niseme nchi yetu kwanza ni nchi yenye amani. Mimi nasema kwamba hao ambao waliokuja kusababisha mpaka sisi tunapigana wenyewe kwa wenyewe, kwa kweli kwanza yani, naumia sana. Afu kingine hao watu waosababisha, nchi yetu kwanza ni ya amani na ya upendo. Mimi nataka niwaambie kitu kimoja, amani ni kitu kizuri sana, yani waache kitu kama hicho. Ni hayo tu. Asante kwa majina, ninaitwa Mwalimu Kedmon Mpondo, ni diwani wa kata ya Ipande jimbo la Itigi halmashauri ya Itigi wilaya ya Manyoni. Aa, kwa namna ninavyomfahamu mbunge wetu Yohana Steven Msita, kwanza ni mbunge mchapakazi asiyependa makundi, ni mbunge anayejitahidi sana kuwaweka wananchi wake pamoja, kuwaunganisha na ni mbunge anaye kiu kubwa sana ya maendeleo. Yeye mara nyingi ukikutana naye, anawaza maendeleo, mnajadili maendeleo, na hata katika mikutano yake anahubiri juu ya maendeleo. Lakini ni kiu kubwa ya watu wa jimbo hili la Itigi. Kwa muda mrefu, kweli tulikuwa tunatafuta mbunge kama aina ya Msita. Kwanza tulikuwa nahitaji mbunge kijana, msomi, na ni mzalendo na kwa watu wa Itigi mbunge huyo tumempata, ambaye ni Yohana Msita. Sisi binafsi wananchi wa jimbo hili la Itigi tunaona matumaini makubwa, tuna hayo imani kubwa sana juu ya Msita. Kwa namna miezi kadhaa alivyoifanya, anatuonesha matumaini makubwa, na hata mkizunguka mtaani, mnaona kabisa wananchi wanayo ari ya kufanya kazi lakini wananchi wamepumua kabisa, wana matumaini juu ya mbunge wao. Lakini pia nampongeza sana mbunge kwa kufanya tukio kama la leo, tukio la kushukuru. Kawakusanya wananchi wote wa jimbo lote la Itigi, pasipo na kadi, pasipo na mchango, hajaangalia kabila, rangi wala dini. Watu wote wamekusanywa hapa kijini kwao Dodoto. Angeweza kufanyia Dodoma, angeweza kufanyia Dar es Salaam kama wabunge wengine wanavyofanya lakini yeye kaamua kuja kufanya kwao walipozaliwa ni kijijini kweli, kweli. Lakini kaenda kutuheshimisha watu wa huku, kaheshimisha Doroto, kaheshimisha sehemu alipotokea. Kwa hiyo ni fahari kubwa, lakini na mambo yote wanasema tu, tunaanza na Mungu, tunamtanguliza Mungu, tunafungiza na Mungu. Ndivyo alivyofanya Msita, na mbunge huyu ana hofu kubwa ya Mungu, ndio maana kaanza na ibada ya kushukuru lakini baada ya kushukuru kaongea vipaumbele vyake. Baada ya hapo kaamua kwa wote wananchi kula nao chakula cha pamoja na kusherekea baada ya kupata ushindi. Nchi yetu na imani kubwa sana, kwa muda mchache machafuko haya yaliyotokea siku nne hadi tano, wananchi wameshaona kwamba amani ni kitu cha msingi, ni kitu cha muhimu kuliko vitu vyovyote. Watu japo sisi Singida amani ilikuwa shwari, lakini kwa sehemu zingine tulivyofuatilia amani ilikosekana. Na mdogo wangu alikuwa Dar es Salaam amehangaika kulikweli kwa siku tano, mkate wa elfu moja ananua elfu tano. Kwa hiyo swala la amani ni muhimu sana, na kama kuna mambo yanahitajika kuzungumzwa, ni bora tukakaa ndani tukaongea kwenye vikao maridhiano, na mlango huo rais alishauachia. Ndio maana akaanzisha foara, ameachia dirisha la mazungumzo kwa chochote. Kama kuna haja ya mazungumzo, watu wanakaa tunamaliza, ila amani ni muhimu sana. Lakini pia tunampongeza rais kwa kuanzisha wizara ya vijana ambayo ni wizara, ina matumaini makubwa na sisi vijana. Kwa siku kadhaa, chini ya waziri wa vijana, Joeli Nanauka, tumeona matumaini makubwa, tumeona ari kubwa kwa ziara tatu nne alizozifanya. Vijana wamepata kufunguka, vijana wamepata kusikilizwa. Kwa hiyo ni jambo zuri ambalo naamini, katika maandamano hayo wengi walikuwa vijana. Sasa vijana hawa wamepata sehemu ya kupumulia, wamepata sehemu ya kusikilizwa na kupeleka kero zao. Sioni haja ya kuandamana tena, sioni haja ya kuchafua nchi yetu na katika miaka ambayo hatupasi kuandamana ni miaka kama hii ambayo maboresho makubwa yamefanyika, maboresho ya kimiundombinu, maboresho ya miundombinu ya kiserikali. Mfano ni toletu, mfano harisi kwa kata yangu ya Ipande.